Habari gani, mtazamaji wa Mastaz TV popote ulipo, natumai huu mzima wa afya kabisa. Leo ni siku ambayo labda haujaitarajia, haukuipanga kwenye program zako, lakini imejitokeza kama hivi. Tuko location na wasanii wetu hao ambao utakuja kuwasikia. Nikusi tu kaa hapo, hapo, stoke ili upate madhuri na makubwa kuhusu hawa watu. Mimi nitaanza Amos, mbele ya kamera, nyuma ya kamera ni Isaac Kabaisa kama... anavyoweza kuniwezesha. So ningependa wewe mtazamaji wangu uyajue majina ya wasanii hawa nilionao, pengine labda unawajua kwa majina ya kazi. Watakuja kutuambia story fupi ilikoaje na kwa nini waliamua kufanya hivyo. Karibu, habari zenu, mko poa? Okay, nianze na mmoja mmoja au tuende dabo dabo? Haya, mimi naona nianze na mmoja mmoja. Ningetamani watazamaji walijue jina lako. Mex Brown eh. Okay, Mex Brown ni jina la wazazi au ndio jina la kazi? Uh, jina la sanaa tu. Ah, uh, jina sasa la wazazi. Mimi jina langu kamili naitwa Donat. Donat. Vidhuri, ongera sana Donat, uko hapa kama msanii ambaye ushawahi kufanya au ndio mara ya kwanza? Uh, mimi hapa mara ya kwanza kwenye video lakini audio nimefanya sana. Audio nimefanya sana. Okay, hongera. Upande wangu wa kushoto, sijui unaitwa nani? Okay, jina nzuri sana. Hilo, nikiangalia hapo ni jina la sana, si ndio? Yeah, okay, tungejua jina lako halisi. Jina ambalo nimepewa na na baba na mama naitwa... Diedone. Diedone. Okay, majina mazuri pia. Huyu hapa alisema kwamba kwenye video ni mara yake ya kwanza, hatujui wewe kama wewe ndio ushakuwa mwenyeji kwenye video haidha vipi kwenye, audio, wapo, wenye kwenye video, no wageni kabisa. Okay. Naona ni video ambayo itakuja kuwa ya kwanza nyi kuitambulisha kwenye ulimwengu wa video. ni video gani ambayo labda hiyo mliitarajia mkaifunga kwa miaka yote hii mlikuwa mpo kimya na mmekuja kuamua kuanza na hiyo video. video inabeba kichwa cha kusema ambao ba... hmm. unaongelea hivi ndoa. Ndoa. Hivi wako kwenye ndoa? Ya, mpo kwenye ndoa. oh, vizuri una miaka mingapi? si, si, uh, bado miezi tu. Miezi. Wow, kumbe hiyo ndoa bado bado changa, sijui kwa upande wangu wa kulia huku, wewe uko kwenye ndoa au vipi? uh, sipo kwenye ndoa kabisa badu. Kwa nini umeshiriki kwenye mambo ya ndoa? Mimi uh, msa ni msanii nafikiri naweza nikafanya chochote ambacho kinatakiwa, ilimradi mashabiki zangu wariziki. okay. Vizuri, so nikipenda kidogo nisikie, maana mi sijasikia nisikie kidogo tu kuhusu hiyo ndoa inasemaje? Ah. yao si walisema sitokuchukua leo, wako wapi? si siwaoni, nimekupata mwandani wangu, wacha wabaki na hipo. ndoa ndoaha mchezo somchezwa kurukaru stie doaha doama kwa makini utaja nilindi heshima ikima e na dabu mama kashakufunda, usiwe na hasira, heshimu yoyote yule utaemkuta, yeah. Ok, vizuri sana, nimeikubali na nimeipenda, maana ni usia ambao labda tuseme litakuwa surprise kwa wife, si ndio? yeah. Hapo nilifanyia surprise surprise tayari. Ok, najua mke hawezi akakaa, s huyo awezi akafanya kwa maana yeye bado hajaoa yeah. Lakini ni vizuri sana. Uliwaza nini mpaka ukaona ushirikishane na mwenzako kwa kufanya hiyo kazi ya ndoa? Ah, uh, mimi naweza nikasema kwa kazi tunayofanya sote hii hapa ni kundi ambayo inaitwa Ogwa Nation. Kwa hiyo sio nikasema kwamba iko kivyake na mimi niko kivyangu hapa. Sio tu pamoja ila idea imetoka kwa kwake kwa Max Brown. Okay, Max Brown, uliwaza nini kuhusu ndoa ndo maana ulipendekeza hiyo idea kwenye kundi lenu? Uh, nafikiri kama nilivyosema mwanzo mi lazimini msanii kwa hiyo naweza nikafanya ngoma ya kilevi na okay. Kwa hiyo nimefanya ngoma ya ndoa kwa sababu ya sio ngeni hili jambo, watu wanaoa sana. Nikafikiria kwa sababu gani sijaribu kutengeneza kitu ambacho kinalenga au kinahusiana na mambo ambayo yanatokea. Kwa hiyo idea imetokana na, na umati wa watu wanavyofanya. Okay, vizuri. ulisema kwenye ndoa sio mchezo wa kurukaruka Ilikuwaje tu ukaona uwachie hiyo hapo? Uliona nini kwenye ndoa? Watu wanarukaruka sana, wanakuwa wanakuja tena wanarudi au vipi? Uh, hapo nataka nataka nimaanishe kuwa ukiingia kwenye ndoa kama umechukua ume maamuzi ya kuingia kwenye ndoa, basi chukua maamuzi ambayo ni sahihi Unajua, mtu kama hajaolewa au hajaoa ni mtu ana uhuru, anakuwa na hali ya kuruka akitaka, anaweza ka, akasepa akarudi muda ambao anotaka ko. Kama kwenye ndoa, nitaka kumaanisha sio mchezo wa kuruka kuruka, nitaka kumaanisha kuwa sio muda tena ule wa kujiachia, nakuwa ni muda wa kukaa na familia kufikiria, yani ni muda wa kitu unafanya kitu kwa pamoja, sio kwa kujiachia tena, ndio nitaka nimaanisha. Okay, vizuri tende, kwa upande wa kushoto ambaye we ni mgeni kwenye ndoa, nikizani uliambiwa mengi kuhusu ndoa, kwenye ndoa kuna hiki na hiki. mpaka sasa una mwezi mmoja kwenye ndoa, ni kitu gani labda ulikiona kwenye ndoa ambacho labda we kilikuja kufanya ukatamani kutokukaa kwenye ndoa? kwenye <laughs> ndoa mimi, sijaona kitu ambacho kinaanza kunifanya kuwa nisikae kwenye ndoa hapa ila naweza nikasema kwa mimi ni mgeni mm, sijaona mengi unajua, watu wanachana familia zao kisa ndoa, yeah. Hizi unaweza ukawa mwanamke unasisikizana na mama huko au baba au wadogo zako, yani familia hivyo, so ni vizuri u, watu wengi huwa wanakuwa na, yani wanakuwa na kakitu tuseme kama ushindani kwenye ndoa. Tunaoa kwa sababu tuliona mwenzetu alio, sijui we ulioa kwa sababu gani? Ulitumwa na familia au ni msukumo tu? Mimi sijaoa. Haya bwana, kwa upande wangu wa kulia huku kuna mtu ambaye alitoa idea. Uko vizuri, mwanandoa? Ulitarajia nini mpaka ukaona uje uambie wenye ndoa kwamba walisema mengi, sijui wako wapi. Unaamini kwenye mahusiano, kuna baadhi ya watu wanasema mengi kweli? Yeah, nafikiri msemo wa kwanza au vesi ya kwanza iliongea kuwa si walisema, walisema sito kuchukua leo, wako wapi. Leo nitataka kuongelea kuhusiana na kazi ambayo si unajua, kuna watu unaweza kaishi mtaani, kuna vijiwe, kuna sehemu unaweza ukafika ukamwambia, mimi nafukuzia mwanamke sehemu fulani, lakini akakwambia ule pale, ule pale ameshindikana ule. Kwa ule pale ameshindikana, blaza, huwezi kumngoa kwa nikasema, sasa natumia ile ile maneno ambayo umeongea pale kuwa siwezi kumtoa. Mimi nasema sasa, nawauliza simlisema simchukui, leo wako wapi, ndio nitaka kumaanisha kabisa. Yeah. Sasa kwa nini tuseme? Kwa nini unafukuzia kitu afu unakitangaza? Mnakuwa mnafanya ni ushindani au vipi? Kweli sijui ni sema ni ujana, sijui, lakini inatokea sana sana tu, kwa sababu unajua mwanamke mwanamke kama mwanamke au ndoa kama ndoa ni kitu ambacho akitakiwa kuwekwa private sana, kwa sababu ukiweka private unaweza ukapata shida mbele, afu kwa sababu ukiingia kwenye shida, mtu huwa anachukua hali ya kukumbuka watu. Sasa kwa ukiweka public, basi kuna kuna watu ambao wanaweza kukusaidia, ah, brother, hapo sio, badilisha au fanya kitu fulani au jitahidi basi, kwa sababu kuna upendo afu kuna hali ya, ya maisha basi naweza kusema basi kwa sababu imetokea budget zitadumba mbadilishe. Kwa hiyo mimi naweza kusema pale mimi niongelea kwa sababu ya hivyo tu, nataka niongelee kwa sababu ya, yani, nataka nataka kumaanisha kuwa kuhusiana na swala la kutangaza inatokana kwa sababu ya watu wanavyofanyaje. Yani uweze ukachukua kitu private ukaficha, inatakiwa uambie watu wa kushauri kitu ndo ufanye hivyo, usije ukaumia. Inaonekana unapenda sana kushauri wasi. Ndio kweli kabisa kwa sababu mtu bila ushauri asimame kweli. Kwa hiyo wewe unawaambia nini wale ambao labda wanakuwa wana mahusiano lakini wanakaa na yaweka, sijui niseme wanayaficha sijui niseme hawataki wajulikane, unawaambia nini watu kama? Naweza nikasema afi, kitu kingine ambacho nataka niongelee zaidi ni kuhusiana hali ya mtu na tofautiana. Mimi sio kama mjamaa wangu hapa eh, kuna kuna watu ambao wanaweza katambia sisi ni mimi ni msiri au mkimya wakasema hapa jamaa mongeaji sana kwa naweza nikas, eh, nikasema upande wangu mimi eh, kwenye kumshirikisha mtu kwa sababu sio kila idea ambayo utanipatia mimi ndio nitakubali, lakini nisikie kwanza utakachonishauri. Kwa hiyo mimi huwa napendelea sana kushauriwa. Kwa sababu ya hivyo hivi wewe ulivyoenda kum, kum, kumtafuta ule waifu material wako ulimshirikisha huyu jamaa hapa? Yeah. Akakushauri nini? Amishauri vizuri tu akakushaurishauri. Unajua mtu unaweza ukapewa mashauri kulingana na kitu ambacho umepeleka kwa mtu. Ukiwa na shida ya kitu fulani anaweza akakushauri kutokana na kile kitu nilipomfikisha amempokea kama shemeji yake pia. Okay. Turudi kwenye mziki. Kwenye mziki ulisema ulishafanya sana audio, au mmeshafanya sana audio. Lakini video ndio ilikuwa hii hapa ndio itakuwa ya kwanza kabisa na watambulisha nyinyi kwenye, tuseme kwenye familia ya video. Hivi, tuseme kwenye audio ulikuwa unafanya, familia ilikuwa inakubaliana na, na wewe na mpaka familia yako na wife wanakubali ufanye hivyo au kuna maneno maneno yanasemwa um, kuhusiana na familia yangu mimi, yani, sina kipingamizi kabisa, mpaka niko hapo, niko na familia inanitazama kwao, nimetoka nyumbani, nimeaga pia, nimemwaga mama hajawa na kipingamizi chochote, labda kwao. Na mke wangu sijasikia maneno kwa, ya, sijasikia maneno. Nimeperform ngoma siku mke wangu anatoka, ila wamepokea tu kama wenyewe, wamefurahi pia Hakuna ile maneno ya kusema kwamba mtoto wetu hajaolewa pale, mme mwenyewe amesukasuka nyele, sijui mme kojakoj. Ushawahi kwenda ukweni kwako? Hapana, hauwezi kukasikia hivyo, maana hujawahi kwenda. Sijui kwa upande wako wewe, mziki unaofanya familia imekubali au vipi? Naweza uh, nikasema mimi familia yangu <laughs> si. Ni yangu, sijui nisemeje ndugu yangu, kwa sababu yani mimi naweza nikasema kwenye familia yangu bado kuna changamoto. Nikasema amekaa fresh sana hapana. Kwa hiyo nimefanya kwa sababu ila nataka sasa niangalie kama wamekubali au vipi, lakini si unajua kuna kukubali kwa mtu na watu. Kwa hiyo mimi nikikubali, nafikiri nitakuwa nimemaliza kichwa changu kitakuwa kimeamua yeah. okay, vizuri. Uli ulikuwa ukianza kuimba huko unaendelea na shule au uliacha kwanza shule ndio kaendelea na kuimba? Nafikiri nilianza kuimba mziki zamani sana, bado nilipo nimesoma darasa da la tano primary. Yeah. Kwa mpaka hapo nilikuwa nafanya mziki tu, naweza nikasema nina muda sana mpaka ufike muda huu, familia bado haijakukubali kabisa na kujua kwamba huyu mtu hiki kitu ni kitu ambacho labda kiko ndani yake mpaka sasa hivi, si ndio yeye? Yeah, naweza nikasema kuwa mimi kama mimi, mziki ambao unaweza ukamtambulisha mtu, mimi kama ninavyoamini ni video. Kwa hiyo akiniona kwenye video, sasa ndio naamini sasa watachukua hatua yote watakayochukua, kwa sababu video huwa inamtambulisha mtu. Sema hapa tunaongea hapa, ndugu yangu ambaye yupo Marekani ataniona. Kwa hiyo anaweza akasema ah, nimemwona dogo husema fulani. Kwa hiyo unaweza kusema video ndio kitu fulani ambacho kinasababisha mtu anaonekana na anafahamika kifupi. Kwa hiyo kuhusiana na swala la wao kujua kuwa mimi ninacho kipaji au vipi mimi sijui. Nafikiri ngoma zangu amezisikia, tumeshatoa sasa hivi tuna ngoma tatu ambazo tumezitoa audio. Kwa hiyo nafikiri wanazipitia pia. Mablaza zangu wanazisikia, lakini unajua tu <laughs> familia lazima kwanza ipinde kidogo. Ulianza mziki ukiwa bado, tuseme, ulikuwa ndareji sana. Ni kitu gani ambacho kilikushawishi kwenye mziki? Naweza nikasema mziki mimi ah, sijui kitu gani kimenishawishi, kwa sababu nimejikuta nimeingia, yani sijui niseme, siwezi nikasema mtu fulani amenishawishi kweli kabisa. Ulipenda Ushawahi kuimba tuseme, labda kwaya au ukashiriki kwenye vitengo vya concert hivi vya tuseme Arcanciel et Toile de Mate uliwahi kushiriki kwenye hizo bendi? Mi kwaya kwaya kitambo zamani sana, lakini sikuwahi kuimba sana. Lakini kwenye swala hizi za kuimba imba unajua, tunaimba. Kwa sababu kuna tunafanya kuna, kuna majamaa fulani sijui kundi sijui nini, huwa tunaamka asubuhi tunaenda uwanjani kwetu pale tunalalamika tunaimba kama vile hiyo yani, ndo mazoezi yangu kabisa. Okay, vizuri. Sijui kwa upande wa pili wewe, ulianza lini kuimba? Maana wewe hapa alituambia yeye alianza kitambo, sijui labda wewe ulianza shakuwa mkubwa, kwa sababu nimeona nyago ameimba, au kwa sababu nimeona follower ameimba, hacha namii niwe naimba. Wewe sijui ulianza lini? Mimi muziki naweza nikasema nimeanza kitambo, ila mimi nilikuwa kwenye cover pia piga tu mm. Tukua marafiki. Ela, tujuani kwenye simu afu tunasikia tu, namrushia jamaa wangu tu anasikia vitu kama hivyo. Ila tumekutana mimi na Mex Brown, kuzi mimi na yeye tumetoka ututoni. Tukua marafiki ila tulikuwa tujuani kwenye engo zetu, tukua huyu anaimba au vipi. Ya, mtaa mmoja. Yani likuwa geto ni kwangu hapo. Ya, nikawa nimeplay. Naye akawa ameplay, mi nimeplay audio ya sijui kiuno ile Kili na Ibra. Ya, akawa amesikia sauti ah, ni... akawa nikasema, Mex Brown ndo amenitoa kwenye kava ya ndo, tukashawishiana, tuka sasa tufanye kitu mm -hmm. Tufika, tuka, tukaimba kitambo sana mm -hmm. Kitambo kabisa, ila kwenye kutoka kunahitaji vitu vingi sana ya. Tuseme kwa pamoja, nyie ni watu ambao mlikaa sana yani mnasubiri mtoke. Na hata hivyo pia sio nyinyi, kuna watu wengine ambao wako hivyo kama nyinyi, wana audio nyingi, lakini tuseme video au support ndo hawana. Mna lipi la kuwaambia hao watu? Ja, mi naweza nikasema kuwa wazidi kupambana, kozi hata mi pia au okay, sisi tungekata tamaa, tusingekuwa hapo. Yeah. Kwa wazidi kupambana wazidi kufocus. Uh, wapa, wapatie watu wengine kazi zao ili wawezi kuwasikia, na mimi pia nilipatia mtu fulani au tulipatia watu fulani wakawa wanatusikia ila hawajatusapoti uh, ila ametokea 17 nedi akawa ametushika mpaka hapo tulipokuwa, tulipokua. Yeah. Okay, vizuri. So turudi kwenye maisha ya kawaida ambayo mliongelea ya ndoa, kwenye mazingira yetu ya kambini. Yani vijana ya tunakuwa tunasumbuka sana kuhusu ndoa. E, naweza nikaolewa mimi, mfano naolewa leo na leo hiyo hiyo mi narudi, mnatushauri nini sisi vijana wa kambini? Mnalipi la kutuambia? Maana ngoma yenu naona imekuja na elimu kubwa sana, mnalipi la kutuambia sisi ambao tunakuwa tuko kwa mme leo kesho tuko kwetu? Mi ja, naweza nikazungumzia kwa, unajua tunakuwa na tabia sana ila kuenda, enda kupiga pale nikienda, mm -hmm. ja, kupiga tatu mara pili ninachomoka zangu kwa ja. o... Mahusiano ni kitu ambacho tunaweza tu, yani naweza nikakutongoza leo hapa hapa na tukaelewana hapa hapa. Kwa kuchukulia hali ya mtu au kumwelewa mtu, ni muda mfupi sana au ni muda mwingi, kwa sababu msipoendana kwenye mahusiano, hapo amna ndoa. Kwa unaweza kumwoa mwenzio siku mbili, siku tatu, akakuzingua ukampiga kibuti ya, ila nawashauri sana tusiwe hivyo vijana wenzangu vijana wenzangu, na washauri sana tu sio hivyo. Bado mgeni kwenye ndoa sasa hivi mm. na sasa hivi mm -hmm. ya, yani, na mwezi na siku nne nipo kwenye ndoa sijaona changamoto yani, mm. <laughs> kipato hapo changamoto mm. Aa, <laughs> <Yeah>. <laughs> ni mapema sana tu kwao na ndoa na inasumbua sana, karia ya ndoa zetu za kitoto inakuwa inasumbua sana. Kitu na lipi la kutuambia sisi, labda sisi ambao tunatamani kuingia kwenye, kwenye ndoa, lakini tunaingia kwenye ndoa tunafanya wiki wiki ya pili tuko nyumbani, unatuambia nini? Mimi kwa asilimia kubwa nataka kuongelea kuwa kama haya matatizo yanatokea sana. Mm, mimi kivyangu, kwa maoni yangu mimi naona ni kwa sababu tunaoana, bado muda wa kuoana hujafika. Kuna watu ambao siwezi nikasema kuwa ndoa na yenyewe na muda sana, hapana, mpaka upangiwe mpaka ufikishe 18 sijui, sawa sawa, ina noma, lakini pia kuna ule muda ambao mnatakiwa mwisho kwenye mahusiano. Sasa hivi kuna watu wanaishi kwenye mahusiano wiki moja, wiki mbili au wiki mbili hata kubwa. Kuna wengine hata wamekutana leo akawa amemchukua au mambo yanatokea, au kuna mwingine kabisa, ali kama alivyosema mwenzangu hapo, unaweza ukaishi. Kuna demo ambayo tunaweka huyu hapa Favor, tumempenda na kuwa pembeni ule ambaye tunasema huyu hapa basi, kwa uhitaji sasa. Ukajikuta kwa uhitaji akawa amepata mimba, Favor hajapata mimba, ukajikuta unaenda kuchukua Favor na ule wote. Ndio maana unakuta tu wamechukua wawili nini na nini, mambo kama hayo eh. Kwao nataka kusema kuwa ni tamaa pia na kuto kuto akili kuto kwa hiyo mtazamaji wangu, wasanii wetu ambao ni wakilishi kioo cha jamii wanatuambia kwamba tusubiri. Mahusiano hayana muda sawa, lakini yana muda pia. Ukikaa na mtu kwenye mahusiano kwa muda, utamwelewa, utataka, utajua huyu mtu anataka nini na huyu mtu anataka nini, utajua kitu gani ni kifanya kwake Tuna tunapaparikia ndoa, tunakuwa tunapaparikia mahusiano ya wiki mbili, baada ya wiki mbili tunachukuana kwenye ndoa. Bwana, nikwambie kitu, mimi kama mtangazaji, kwenye ndoa kuna maisha marefu sana. Unaweza kukaa kwenu ukafikisha hadi miaka 30 kuna miaka 40 ya ndoa, kuna miaka 30 ya nyumbani kwenu, ndo sabini ya mwanadamu. Kwa hiyo uwe sana akili za kupanga wewe mwenyewe, ukiangalia nyumbani kwetu, tutaishi miaka 17 kwenye ndoa, naishi miaka karibuni hamsini na zaidi kwa hiyo kule kwenye ndoa ndo kuna maisha marefu, usipaparikie, tulia, jifunze namna gani ya kwenda kukaa kwenye ndoa, ili ukikaa kwenye ndoa usiwe na mambo ya kutoka, unarudi sijui kwa shangazi, tena ukafunzwa funzo upya. Hapana, tunakuwa tunaaibishana. So, neno la mwisho kwa mtazamaji wa masters tv? Ah, neno la mwisho naweza nikasema kuwa asante sana kwa kuwa hapa, kuja kuchukua vipindi na sisi. mm -hmm. pia naweza nikasema kwa watazamaji ambao wanatutazama masters tv wazidi kutu, kutusupport au kutufollow. Ushauri pia usikose, pia wasikose kutembelea akaunti huko ambayo tuenda kuposti ngoma hii hapa, ambayo inaitwa ndoa kutoka Wagwan Nation. Ukiingia kwenye platform yoyote ile, ukiandika Wagwan Nation, ngoma zinakuja pale. Asante yeah, sana. Okay, yeah, mi naweza nikasema nawapenda sana na wazidi kutufuatilia pia Agoreshe, inasema kwamba inawapenda sana na mzidi kuwafuatilia. Jamani, tuwasupport au bado tuseme ni watu ambao ni wapya kwenye industry yetu ya mziki. Usisahau kusubscribe kwenye account yao, kushare, kulike na kucomment. Comment ni muhimu sana kwao. Maana comment itawatoa mahali walipo na kuwapeleka sehemu nyingine. Pia ni kusii kwenye Mastaz TV usikose kufanya hivyo hivyo. Mimi ni ni kama nilivyosema, na kutakia jioni njema, jioni yenye baraka. Bye-bye.